Viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Kanada wametangaza uwezekano wa, wa kuchukua hatua kali dhidi ya Israel ikiwa haitasitisha operesheni yake mpya ya kijeshi Gaza na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia katika ukanda huo, hatua inayoongeza shinikizo dhidi ya Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na serikali ya Uingereza Jumatatu, viongozi hao wamesema kitendo cha Israeli kuzuia misaada ya chakula, dawa na mafuta kwa raia wa kawaida wa Gaza kinaweza kuwa ukiukaji wa sheria kima ya kimataifa ya kibinadamu. Nukuu, kuzuia msaada wa kibinadamu muhimu kwa raia wa kawaida ni jambo lisilokubalika na linaweza kuwa ukiukaji wa sheria za kimataifa, wamesema viongozi hao, huku wakionya kuwa watachukua hatua zaidi, ikiwemo vikwazo mahususi dhidi ya maofisa au taasisi zinazohusika. Tangu Machi, Israel imekuwa ikizuia kwa kiasi kikubwa misaada kuingia Gaza, ikiwa ni sehemu ya juhudi ya kulazimisha kundi la Hamas kuachia mateka waliotekwa Oktoba 7 elfu mbili na ishirini na tatu baada ya mashambulio katika eneo la kusini mwa Israel. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alitangaza Jumatatu kuwa Israel inapanga kuchukua udhibiti wa ukanda mzima wa Gaza, hatua ambayo tayari imeibua tahadhari na wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu uwezekano wa baa la njaa kwa maelfu ya wakazi wa Gaza. Licha ya kueleza kuunga mkono haki ya Israel kujilinda dhidi ya ugaidi, viongozi hao watatu wamesema kuwa operesheni inayoendelea Gaza ni ya kupita kiasi na hawatakubali kuona raia wakiendelea kuteseka kwa sababu ya hatua zisizo na uwiano. Hatutakaa kimya tukitazama serikali ya Netanyahu ikiendeleza vitendo hivi vya kupindukia, wamesema. Viongozi hao pia wamepinga kwa nguvu jaribio lolote la kuongeza makazi ya walowezi wa Kiyahudi katika Ukingo wa Magharibi, wakisema ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa na kikwazo kwa amani ya muda mrefu. Aidha, wametangaza kuunga mkono juhudi zinazoongozwa na, na Marekani, Qatar na Misri katika kufanikisha usitishwaji wa haraka wa mapigano, huku wakisisitiza kwamba tayari kulitambua taifa la Palestina kama sehemu ya kuendeleza suluhisho la mataifa hayo mawili. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali zinazohusiana na mzozo huu unaoendelea kati ya Israel na Gaza.